Lengo letu ni kuhamasisha watu waweze kupiga kura mm. uh, hili ni muhimu kwa sababu uh, kura ndio, ndio, demokrasi, ndio, ndio kutekeleza demokrasia mm. Sasa kwa vijana ambao labda ni mara yao ya kwanza kupiga kura, maana yake hiyo ni vijana waliofikisha miaka kumi na nane sasa au ambao uchaguzi uliopita, miaka mitano iliyopita walikuwa hawajafikisha miaka kumi mm na nane. Kwa hiyo -hmm. watakuwa miaka ishirini na kitu mm hapo -hmm. karibu mm -hmm. Sasa ni muhimu sana kwa watu wote kwanza kupiga kura, kwa sababu usipopiga kura, maana yake unajinyima nafasi ya kumchagua kiongozi ambaye ungetaka akuongoze au chama ambacho ungependa kikuongoze mm -hmm. Kwa hiyo uchaguzi ni, ni kitendo cha demokrasia ambacho ni muhimu sana. Mm. Aa, sasa kwa vijana ni muhimu zaidi kwa sababu aa, vijana ndiye ambaye utakuwa na miaka mingi katika nchi hii kama Mungu aa, hata kuchukua kabla ya muda wako. Katika baadhi ya nchi ambazo tumeshuhudia mm, vijana wameleta fujo mm. Ziko nchi vijana wameleta fujo sana, wanasema hatuna ajira, hatuna kile, hatuna matumaini hmm. hatuna iki sasa hivi kijana hmm. kwa mfano hmm. ukikasirika, ukachoma majengo hmm. mkavuruga biashara za watu mkaharibu mka miundo mbinu kama nilivyoanza kusema kijana ndiye ambaye ataishi katika hiyo nchi kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo ukifanya hizo hasara, atakayebeba gharama ya hiyo hasara kwa miaka mingi ni wewe kijana, sio mimi ambaye nina miaka sabini na tano.